Takriban vijana elfu moja mia tatu na saba wamenufaika kutokana na ufadhili wa karo kutoka kwa hazina ya CDF ya Eneo Bunge la Mvita hapa jijini Mombasa. Vijana hao watajiunga na shule za mafunzo mbalimbali mbali hapa Mombasa kusomea taaluma tofauti tofauti zikiwemo ulimbwende wa nywele, udereva, teknolojia ya muziki na miongoni mwa taaluma zengine. Mwanahabari wetu Nelson Mzee alihudhuria hafla ya kutoa hundi kwa shule hizo na kuandaa taarifa ifuatayo. Shule 27 eneo bunge la Mvita kaunti ya Mombasa zitanufaika na hundi hizo zilizotolewa na mbunge wa eneo hilo Abdul Somad Sharif Nasir ili kufadhili mafunzo mbalimbali mbali. Furaha ilionyesha katika nyuso zao kuashiria jinsi masomo hayo yatakavyowasaidia siku za usoni. Abdul Somad Sharif Nasir amesema kuwa anataka kuona kuwa vijana katika eneo bunge hilo wamenufaika kutokana na mpango huo ili waweze kujitegemea maishani mwao. Aidha, Abdulswamad amesema kuwa mpango huo utaweza kusaidia kupunguza visa vya ukosefu wa usalama katika eneo bunge lake na mji wa Mombasa kwa ujumla. we'll be giving a detailed report as well wa ngapi wa ward wa... gani na gani, uh, but I can show you majority ni kwa ni wanawake walioweza kufaidi katika programu hii. So, Farihia Almodi na John Magara wanamiliki shule za mafunzo hapa mjini Mombasa na wanaelezea furaha yao katika mpango huo. Tuamshukuru mheshimiwa kwa hii mikakati aliyoifanya. Manake, umradi ulianza mwaka, ulianza mwaka jana. Jana tulipata wanafunzi kama sabini na saba na, na mwaka huu tumepata wanafunzi sitini na saba. Kusema kweli competition ilikuwa very high. Hai e, umefaili vijana wengi. Hakika kuna vijana wengi wakati huu sasa, wengi wamejifunza katika mambo ya driving na wamejisaidia wengine, wameenda daraja y kujifunza hata forklift na hata other machines. Kwa upande wake Isa Salim ambaye amepata ufadhili wa kusomea udereva anaeleza furaha yake. Nafurahi sana mbunge wetu kutuletea mradi kama huu ambao umeweza kunufaisha vijana wengi katika eneo bunge la Mvita, na tutazidi kumpongeza, aendelee na morali hii, atuletee miradi mingi. Zaidi ya shilingi milioni 25 zilitumika kufadhili masomo ya vijana hao 1307. Nikiripotia Pwani TV, habari za mwambao kutoka Mombasa, mimi ni Nelson Mzee.